Yes, mambo vipi mwana Sawa, Sawa Digital. Leo tuko na story pia ya Trump, mmoja kati ya watu ambao tunawaongelea sana kutokana na matukio ambayo wanakuwa wanayafanya e, kila siku ambapo zinakuwa zinazidi kusonga sasa. Trump ameweza kuondoa e, aina ya vitu kama simu, kompyuta mpakato, chip ambazo zinapatikana kwenye masuala mazima ya e, kielektroniki kama tunavyoelewa, na vifaa vingine vingi muhimu vya kiteknolojia eh, kutoka kwenye ushuru wake mkubwa zaidi wa asilimia 145 kwa bidhaa kutokea kule nchini China. Tukumbuke kwamba eh, Marekani na China pia walikuwa wame kama wanakomwana katika suala hili la ushuru. Sasa uamuzi huu eh, unaowalinda wachezaji wakuu wa teknolojia eh, wa Marekani, hasa Apple, ambayo hutengeneza zaidi ya asilimia 80 ya bidhaa zake nchini China na ilikuwa imepoteza takriban dola bilioni 640 thamani tangu taarifa za ushuru huo kuweza eh, kutolewa umetolewa. Kwa hiyo wameweza kupoteza pesa nyingi sana. Bilioni 640 dola ni noma sana, ni nyingi sana hizo. Maagizo mapya kabisa kutoka kwa mamlaka ya forodha na ulinzi wa eh, mipaka ambazo zinaondolewa ushuru huo kwa haraka sim, eh, vipuri vya vya kielektroniki, kadi za kumbukumbu SSD, betri za sola na vinginevyo vingi sana vimeweza ku, kutolewa. Bidhaa hizi bado zinaweza kutozwa ushuru siku zijazo, lakini si kwa kiwango kikubwa cha 145 kama ilivyokuwa awali ambapo ilikuwa imewekwa. So inaweza kuwa hata kama kutakuwa kuna ushuru, unaweza ukawa ni ushuru wa aina nyingine. Unaweza kupungua au kuongezeka au kufanya nini. So endelea kutufuatilia sisi kama kawaida digital kwa sababu tutakupatia updates zote, eh, kupitia, eh, sisi sawa sawa. Ukiingilia kwenye kwenye Instagram yetu, YouTube pamoja na Facebook pia X tunatumia kama sawa sawa digital. Ukiingia hapo utapata taarifa zetu zote na kuhusiana na swala hili la ushuru. China na Marekani zimekuwa ni nchi ambazo pia zinapambana sana kwa kuweza ku kama kuko moana, mwingine anaweka hivi, mwingine anaweka hivi. Mwingine anaweka hivi, mwingine anaweka hivi. Hii yote ni kuweza ku kila mmoja kuweza kujitetea katika swala zima la kiuchumi katika nchi tukichukua. Ikumbuke, eh, kwamba China pia ni mmoja kati ya nchi ambazo inahudumia mataifa mengi sana hapa duniani kwa kuweza kuzalisha vitu vingi tofauti tofauti ambavyo vinapatikana ikiwemo simu, magari, kila aina ya kitu chochote kwa hata hapa Tanzania watu wengi ukisikia a, kitu kutoka China ni, ni vitu ambavyo pia vimezoeleka kuwa bei rahisi eh, na vitu ambavyo vinapatikana kwa haraka zaidi tofauti na vitu ambavyo vinakuwa labda vinatokea India au Japani au wapi au nchi nyingine yoyote, lakini vitu vya China vimekuwa vikiwa poa zaidi, so kuna afadhali kidogo kwenye masuala mzima ya kielektroniki e, nikimaanisha simu, kompyuta na vitu vingine kibao. Sisi kama sawa sawa digital tunakuletea update zote kutokea kwenye mitandao ya kijamii lakini pia sehemu yoyote ambayo unataka kuzipata taarifa hizi. Sisi tunakuletea kigentani mwako kwa urahisi kabisa.